Tangaza kuanzia tarehe nane watu wagombee. Watu naomba mnisikize vizuri hapa, watu wafanye nini? Wakishajaza fomu, wakijaza fomu, watoto nyamazeni jamani, watoeni watoto huko. Wakijaza fomu, wakishajaza fomu, mchakato namba moja tunachagua tena tunapendekeza majina mangapi? <laughs> majina matatu, majina matatu yanarudi. Na hayo majina yanapendekezwa kwa ngazi, ngazi ya kata yanaenda ngazi ya wilaya. Kwa ngazi ya udiwani yanaishia mkoani. Tunarudisha mangapi? Matatu. <laughs> wanapigiwa kura wakipigiwa kura yanarudi tena kuchakatwa. Mnisikize vizuri, yarudi wanaanza kuangalia uhalali wa kura zako, uhalali wa ushindi wako. Kama kutakuwa na dosari, yanachakatwa taratibu, yanafika tena mkoani, afu tunarudisha kwa wananchi, mgombea huyu sasa nimeona watu wameanza mbio sasa, lisipokuwepo hizo hizo mbio ulizoanza nazo, hizo hizo ndio zikupeleke kuwa umetulia. Ni lazima muelewe, mwaka huu tuko tofauti kabisa. Lazima tuheshimu miko, maadili na misimamo wa chama. Chama kinataka utaratibu wa kuanza kuomba sasa bado kwa hiyo. <laughs> Diwani kama kuna mtu anakuingilia na unahisi una ushahidi, mripoti kwenye vikao, alafu wewe usiongee chochote kwa sababu katiba inakataza, na hiki ni chama cha utaratibu, tofauti na vyama vii vy. Menielewa vizuri. Kwa hiyo ukisema kwamba Na mipaka. Kwa nini tunafanya hivi? Tunataka kupata watu wa kweli, tusiwe tukawa waliokuwa wao wameongea sana, basi wakaonekana wana haki sana na wale wengine wakanyimwa haki zao. Wacha diwani amalize muda wake, kipenga kitakapopulizwa nenda kajaze. Haiwezekani diwani huko wenye muda wake <coughs> Wewe unaita wajumbe, unaongea nao alafu nataka sisi tuje tukubebe. Nataka niwahakikishie, mimi ni mtoto wa Mantilia, sina cha kupoteza duniani zaidi ya kutenda haki, sina. Kwa sababu tukiendekeza haya mambo, ipo siku Mungu atatuuliza kule mbinguni, mnaanzisha utaratibu, lakini mnaleta magonjwa kwenye utaratibu. Lazima tuwe wa kweli sisi, ya. Ni taasisi kanuni ina taratibu ina utaratibu. Kwa hiyo kama unahisi unafaa, si unyamaze, alafu ukifika wakati anza, wakati bado. Sasa ndio maana nimesema tunaanza majina mangapi, si umenielewa? Mangapi? Matatu. Kwa nini matatu? utafiti utasema anaweza ni fulani, wa pili ni fulani, wa tatu ni fulani. Ukiingia na majina yako mle ndani, utakunywa vidonge vya presha, kwa sababu tunaweza tusiende kwenye njia yako, na chama ni vikao, chama ni kwa, naweza nikakuhakikishia huku nje, alafu nikifika siku ya kikao, mimi nikaumwa vipi? Na wewe utaumwa. Menielewa, mtegemea chandugu, mtegemea chandugu, fuata taratibu ili vikao vije vitende. Kwa hiyo baada ya kuchuja sasa, tunapeleka mgombea huyu mmoja. Kwa hiyo vikao vitakuwa vimejiridhisha kwamba anayeletwa anakubalika kwa wananchi, chama kimependekeza huyu ndiye na maamuzi ya chama hayapigwi yungu. Ni haki yako kugombea, lakini si haki yako kusema niteuliwe. Sio haki yako hiyo, ni haki ya vikao, haki ya vitakavyoona vinginevyo vingi. Yeah. Ndio sasa hapo ndio nawapa dozi. Jina likirudi au lisiporudi, inabidi ujue wewe, jambo la kwanza ni mwana CCM ni mwana. Wakati tunaenda michakato hii, tuepuke kuchafuana, tuepuke kusemana mabaya, tuepuke kufanya mambo ambayo baadaye usiemtarajia kaja usie mtarajia kaja. Menielewa? Ndio maana wimbo wangu tabasamu, wapendwa. Chekeni wapendwa, salimianeni wapendwa, pendaneni wapendwa. Hii safari ni ya kila mtu, safari ni ya msinuniane. Haya mambo anayajua Mungu peke yake tu, watu watakavyoamka wa kwenye vikao ko, lazima mheshimiane, mpendane. Ukianza kununa leo asubuhi mapema, siku ya usiku ume, duniani kote ni utaratibu